na umtie kwenye rehma yako, baraka zako, heri zako, kwa sababu amelala akiwa ndani ya udhu. Ni nani miongoni mwetu hapa ambaye leo analala ndani na ya udhu? Ndugu zangu, ila man rahim Allah, ni wachache miongoni mwetu, ambapo hii ni sunna inatakana kuhuishwa, na tuwafundishe watoto wetu na ndugu zetu na jamaa zetu na wazazi wetu na watoto wetu, kujifundisha na kujilazimisha kulala ndani ya udhu. Leo acha kulala ndani ya udhu. Ndugu zangu, wewe kama Muislamu, kila mara jitahidi kadri ya uwezo uhifadhi udhu wako mchana kutwa, kila mara kuwa ndani ya udhu. Unajua ndugu zangu, udhu kwa taarifa yako, Udhu ni ibada, udhu ni usafi, ni tahara, udhu ni thawabu. Angalia sasa hivi tuko ndani ya udhu eh. Malaika wanaandika tu, wanaandika thawabu, wanaandika tu wanaandika, wanaandika. Ikitenguka wanafumisha kalamu, ukienda kutawala tena wanaendelea kuandika. Na ukienda kulala ukiwa ndani ya udhu wanakuombea Mungu mpaka alfajiri. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, la yuhafidhu ala lwudhuu illa mu'min, hajahifadhi mtu udhu wake isipokuwa, huyu ni mtu ni mumin wa kweli.